Nikukaribishe tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu katika mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Muda huu katika meza yetu ya habari tunayo habari inayohusu Watanzania kufurahishwa na tamko zito alilotoa makamu wa Rais Dr. Philip Isdor Mpango ndani ya kanisa Katoliki. Mara baada ya Padri Charles Kitima kuvamiwa kushambuliwa na kuumizwa na watu wasiojulikana, jambo ambalo limezua mijadala mikubwa na mizito sana katika sehemu mbalimbali mbali. Katika matamshi hayo makamu wa Rais Dr. Philip Isdor Mpango ameonyesha kukerwa sana na kitendo hicho pamoja na vitendo vingine vinavyofanana na hicho, huku akiwahakikishia Watanzania wapenda amani na usalama kwamba serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imeviagiza vyombo vya dola kuwatafuta kuwakamata na kuwachukulia hatua kali za kisheria waliohusika na tukio hilo na wale wote watakaothibitika kujihusisha na matukio kama hayo hapa nchini, ambayo hayakubaliki kabisa mahali popote. Inaonekana wazi kabisa kwamba Makamu wa Rais Dr. Philip Isidori Mpango anakerwa sana na vitendo vya namna hiyo. Sasa tunakwenda kutazama na kusikiliza mpaka mwisho maneno yote aliyoyatamka Makamu wa Rais Dr. Philip Isidori Mpango mara baada ya Padri Charles Kitima kuvamiwa, kushambuliwa na kuumizwa na watu wasiojulikana, ikiwa ni sehemu yake ya kuonesha kutopendezwa na tukio hilo na mengine yanayofanana na hayo jambo ambalo limewafurahisha Watanzania walio wengi. Tukio la padri Charles Kitima kuvamiwa kushambuliwa na kuumizwa limechukua nafasi kubwa kwa mijadala nchini, hivyo serikali kupitia makamu wa rais imekemea. Napenda niwahakikishie Watanzania na wapenda amani na usalama kuwa tayari serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani imeviagiza vyombo vya dola kuwatafuta, kuwakamata na kuwachukulia hatua kali za kisheria waliohusika na tukio hilo na wale wote watakaothibitika kujihusisha na matukio kama hayo hapa nchini ambayo hayakubaliki kabisa mahali popote. Nawaomba sana mahashamu maaskofu na wote walioumizwa na tukio hilo baya kushambuliwa kwa padri Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kujikabidhi kwa Mungu pale tunapoumizwa na udhalimu kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili aya ya 19, ambayo inasema, maana huu ndio wema hasa mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isipo haki. Aidha, na wasihi sana watanzania wote, tuendelee kupendana na kusimama pamoja kulaani matendo haya mabaya yasiyo akisi Tanzania yetu inayosifika kama kisiwa cha amani. Makamu wa Rais Dr. Philip Isidori Mpango ameyazungumza hayo kwenye sherehe za uzinduzi wa jimbo jipya la Katoliki Bagamoyo siku ya Mei 4 mwaka huu wa 2025. Kwa upande mwingine, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Isidori Mpango, amesema serikali inalaani vikali na kukemea tukio la kushambuliwa na kuumizwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, yaani TEC, Padri Charles Kitima pamoja na matukio mengine kama hayo ya uvunjifu wa sheria. Makamu wa rais ameyasema hayo wakati aliposhiriki katika misa ya kumsimika askofu wa jimbo jipya katoliki la Bagamoyo, muhashamu askofu Stefano Lameki Musomba, pamoja na sherehe ya uzinduzi wa jimbo hilo iliyofanyika katika uwanja wa St Mary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 walio tayari kuwatumia kuchochea vurugu wakati wa uchaguzi kwa manufaa yao wenyewe. Wengi wenu mmesikia au kusoma taarifa za kuvamiwa, kushambuliwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania, padri Charles Kitima, tukio lililotokea tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka wa 2025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 taasisi au taifa au vitu vyote? Vimeshambuliwa, mtu ameumizwa, makao makuu ya baraza la maaskofu yamevamiwa, na heshima ya taifa imejeruhiwa. Shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpora mali ama fedha, bali lilikuwa shambulio la watu waliotaka kumpora uhai wake, uhuru na haki yake ya kuishi, kusema na kutenda kadri ya dhamiri, imani na wito wake aliyojaliwa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 ili waepukane na adhabu na laana ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maneno hayo ameyazungumza na kuyasema Makamu wa Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yaani tek Askofu Eusebius Nzigilwa kwenye sherehe za uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo na kusimikwa kwa askofu wake wa kwanza Mhashamu Askofu Stefano Lamekimusomba siku ya Mei 4 mwaka huu wa 2025. Kwa upande mwingine, kwa kumalizia, mwanaharakati huru nchini Tanzania Cyprian Majura Musiba ametuma salamu za pole kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania TEC, Padri Charles Kitime, akimwombea heli na pona ya haraka ili kuweza kuendelea na shughuli zake za kawaida kutokana na shambulio la mwili alilolipata wiki hii. Msiba katika chapisho lake ameandika, baba askofu Mamakula, pole na shughuli za kila siku. Kwa maoni yangu na mtazamo wangu, hili tukio la kushambuliwa kwa kiongozi wa kanisa Katoliki linatoa taswira mbaya kwa taifa letu lililojengwa na waasisi wa taifa letu katika misingi ya mshikamano, amani na umoja. Kwa niaba yangu mwenyewe na familia yangu, naomba unifikishie salamu za pole kwa Padri Kitima, familia yake naibu katibu mkuu TEK na uongozi wote wa kanisa Katoliki Tanzania, Watanzania wote tunamwombea apone haraka na aendelee na shughuli zake za kiroho, amesema mwanaharakati Sipriani Majura Musiba. Hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari, nasi tunaiandaa na kuisogeza kwako